<clears throat> Uh, si ndio hapo kwa help, kumekuwa na kizungumkuti kidogo. So jana nilikuwa na waziri ambaye anahusika, kulikuwa na matatizo pale kwa help board. Leo head of public service anashughulika na hiyo kazi, na nimewaambia by Friday pesa iwe imekuwa released kwa vijana wa taifa letu la Kenya. So, that everybody can have their resources. So by Friday, kama pesa haijaingia kwa simu zenu munipigie simu Mishu, kuna majamaa nitawanyorosha munatafuta namba? 0722. Huyu KJ, utapatia <laughs> hawa watu simu yangu alafu wanitafute. Siraisi <laughs> amesema muongezewe computers. Si rais amesema pesa ya HELB itoke by Friday. Si rais yeah? yeah. si yeah? yeah. eh? si yeah? Amesema mutengenezwe barabara. Si rais amesema mujengewe two floors hapa, hiyo mambo yote tutafuatilia. Si rais amesema atanunua bus. Ile mambo yote rais amefanya amesema itafanywa.